Huwa naongea kwa niaba ya chama pale ambapo mambo yanakuwa yamezidi, lakini ukweli kwamba jambo kama hili hata kama mwenezi alitolea maelekezo, lakini kwa sababu naona uvumi ukikua sana baadaye unakuwa ni ukweli. Ukweli tulipata adha hii unavyoona jengo letu lilivyo, tulipata adha hii tarehe 29 jengo hili ni jipya kabisa, tumehamia mwezi wa tatu, na baada ya kujenga kwa gharama kubwa sana, lakini tarehe 29 kwa spoil sasa sisi baada hela zinakaa kwa katibu wa chama wa wilaya. Katibu wa chama wa wilaya alikuwa hayupo, yuko likizo kwa ugonjwa, alikuwa kaimu katibu wa chama wa wilaya dana. Wakati inatokea sisi wengine tulikuwa tupo kabisa ofisini maeneo ofisi, tulikuwa sehemu ingine tunatembelea vituo, tukaambiwa kwamba kuna vurugu zimekuja. Hatuweza kusogea kwa sababu hali ilikuwa ni mbaya, lakini baada ya kufika baada ya siku mbili usiku, tukapewa salamu kwamba jengo nimeshika moto limeteketea. Kwa kila mtu alikuwa naokoa uhai wake. Kwamba kuja kuangalia kuna nini ni kwa kidogo ngumu. Lakini baada ya siku mbili tatu tukamuuliza katibu kwamba tupe tathmini ya jengo lilivyoungua akasema kila kitu kimeungua. Na kama unavyoona hapo unaona jengo lenyewe kila kitu kile kimeungua na kama unavyoona tukamuuliza hela za mawakala, hela zilizokuja sababu zilikuja saa nane na kama unavyoona, makara, zizakuja sanane na dakika 20. Akasema sikuweza kuzigawa na kuweza kuzitoa ofisi ya katibu wa wilaya, hela zimeungua. Ndio maana nikatoa tahadhari kwamba hela zimeungua, lakini namshukuru Mungu, namshukuru Mungu sana, kupitia wadau ambao wananiamini mwenyekiti wao, kupitia wadau ambao wananipenda mwenyekiti wao, tukasema tumalize swala hili la mawakala. Hivi navyoongea mimi na wewe, mawakala wanapelekewa hela kijijini kwenda kupewa hela zao. Kwa swala mawakala, sasa hivi tumemaliza lakini swala kwamba hela zimeibiwa, hazijaibiwa liko mikononi mwa polisi, kwa sababu tumeripoti polisi. Ndio polisi watachunguza watatuambia kama hela zime, zimeungua kweli au zimetoka. Vyombo vya usalama vipo vinafunguza hela ambazo sisi, mimi nilikuwepo wakati zinaletwa nilishuhudia, wakati anapewa katibu, kaimu katibu wa chama wilaya, ni milioni kumi na tatu laki tatu na elfu hamsini ambayo katibu amesema zimeungua. Lakini sasa kutokana na mazingira mtu akwambia, zimeungua, naona kama kweli zimeungua lakini kwa sababu hiyo jambo limetokea, polisi tutasubiri majibu ya polisi, watatuambia kwamba wamefanya uchunguzi wao, zimeungua milioni kumi na tatu, laki tatu na hamsini. Lakini nashukuru Mungu hiyo milioni kumi na tatu, laki tatu na hamsini leo hii nimeipata na tumewapa wakagawe kwa mawakala kama walivyokusudiwa wakati jambo letu linaendelea kuchunguzwa. Ni wakala wa kwetu wa CCM sio mawakala wa wa, wa, wa, wa serikali. Ni mawakala wa CCM ambao sisi, sisi, kila chama kinapeleka wakala mmoja mmoja kwenye kituo kwa ajili ya kuhakikisha kwa kwamba wanalinda aa, shughuli zote zinaenda sawa sawa. Kwa hiyo ni wakala wa CCM sio mawakala wa serikali. Yaani ninaposema jengo letu sisi, ni total loss kama unavyoiona hapa sasa hivi. Unaona bwana, kila kitu kimeungua. Ofisini kwangu pale kulikuwa na fanicha za kifahari, nafikiri mliwahi kuziona. Mimi hata kuingia si kuingia. Nilikuwa na vitu vyangu na mimi kule, kulikuwa na hela zangu mimi binafsi. Nilikuwa naweka kwenye kadro kangu pale. Kwa hiyo zimeungua hizo, sizungumzii, kwa sababu unajua ni bahati mbaya. Kwa hiyo mafanicha yote yameungua, maspika, maredio ya nani, makamera ya nani, waandishi wa habari, kwa sababu siku ile nilikuwa na waandishi wa habari, mafanicha, kila kitu ambacho kilikuwa cha mali ya Chama cha Mapinduzi hakuna hata kimoja kilichotoka.